Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi eh, kuhabarishana taarifa mbalimbali na, mbali mbali, na kubwa zaidi ni kuelekea Desemba tisa ambapo imekuwa ni siku ambayo inazungumzwa kwa sasa ambapo wanaharakati wamekuwa wakizidi eh, kuhamasisha maandamano makubwa Tanzania siku ya Desemba tisa 2025 na kuelekea Desemba 9, Marekani imetoa taarifa ambapo Marekani imesema kwamba inatathmini upya ushirikiano wake na Tanzania. Lakini pia kupitia taarifa hii ambayo imetolewa na Marekani muda mchache uliopita kupitia ubalozi wa Marekani nchini Tanzania kuna mambo makubwa na mazito mno ambayo huenda yanaendelea nyuma ya pazia na hatuyajui, lakini hapo mbeleni naamini kila kitu eh, kitakuja eh, kujulikana. Lakini pia siku mbili zilizopita ubalozi wa Marekani nchini Tanzania ulitoa onyo kwa raia wake ambao wapo Tanzania, eh, kuelekea Desemba 9. Moja kwa moja ukipita katika eh, peji mbalimbali za ubalozi wa Marekani nchini Tanzania utakutana na taarifa hii ambayo ina muda wa dakika 30 mpaka sasa, eh, tangu taarifa hii waitoe ubalozi wa Marekani eh, nchini Tanzania. Tutaisoma hapa tamko la Tommy Pigott, naibu msemaji mkuu, kutathmini upya uhusiano rasmi kati ya Marekani na Tanzania.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 na ukatili dhidi ya raia kabla na baada ya uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 ni mambo yanayotufanya tutathmini upya uhusiano wetu na Tanzania. Vitendo hivi vimewaweka raia wa Marekani, watalii na maslahi ya Marekani nchini Tanzania hatarini na kutishia kuzoofisha ustawi na usalama wa pamoja ambao umekuwa alama ya ushirikiano wetu kwa miongo kadhaa. Marekani haiwezi kufumbia macho vitendo vinavyohatarisha usalama wa raia wetu au usalama na utulivu wa kanda. Mustakabali wa uhusiano wetu rasmi wa kibalozi na serikali ya Tanzania utategemea matendo yake. Imetolewa tarehe nne ya mwezi wa kumi na mbili mwaka 2025 ni ubalozi wa Marekani nchini Tanzania ukitoa taarifa hiyo ya eh, kwamba Marekani inatathmini upya ushirikiano wake wa muda mrefu na watu wa Tanzania, lakini pia umeelezea kwa kina eh, matukio ya vurugu zilizotokea kuanzia Oktoba 29 ni mojawapo ya vitu ambavyo eh, vinafanya Marekani kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani pamoja na Tanzania. Watu wengi sana wa Tanzania hapa wametoa maoni yao, na tutapitia hapa komenti za watu kadhaa, alafu tuangalie tamko la Marekani kuelekea e, Disemba 9, ambapo wanaharakati wanahamasisha maandamano huko kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Huyu wa kwanza anasema kwamba speech ya Rizwan leo inadhihirisha nia ovu ya serikali hii dhidi ya Wakristo na chuki kubwa dhidi ya kanisa. Marekani, saidieni hili taifa lisiingizwe kwenye she, kwenye sheria ibaki na historia yake, wananchi kuheshimiana na serikali kutokuwa na dini. Lakini pia wazungu amesema vita vya North na East vimefika Tanzania. E, vita ambavyo tunaona vinaendelea huko E, magharibi huko Marekani pamoja na Urusi vimeingia e, Tanzania. Kumbuka e, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan aliposhinda urais. Rais wa Urusi Vladimir Putin alituma mwakilishi kuja kuleta ujumbe wa kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan. Lakini pia kumbuka kuna miradi mbalimbali mbali ambayo inaendelea nchini Tanzania kama miradi ya uchimbaji wa madini ya uranium, kama tunavyoelewa kwamba kuna mradi wa eh, madini ya uranium ambao upo Tanzania. Marekani wanataka sana hayo madini, lakini pia Urusi wanataka sana hayo madini. Huenda vita vyao kati ya Urusi na Marekani, huenda vikaingizwa Tanzania, vita vya North na eh, vita vya North na East Imefika Tanzania according to Zungu akitoa maoni yake, lakini pia mwingine akasema kwamba futeni huo ushirikiano kabisa, wala hatuoni thamani yake, kwani mlianza kuzoofisha uhusiano kabla hata ya tarehe 29. Msilete sababu kuwa ni matukio ndio ya tarehe 29 ndiyo yamefanya mfikirie. Futeni tu, hamna faida yoyote kwetu mwingine akasema kwamba balozi wenu hapa Tanzania ajitokeze tarehe tisa aungane na wananchi pleshi tu. Mwingine akasema kwamba tunaomba msisi, msitishe kabisa mpaka haki yetu watanganyika ipatikane. Lakini pia mwingine akasema kwamba kumbe na nyinyi mmeona. Mwingine akasema kwamba mimi kama mtanzania nasema vikwazo vimeshachelewa, mpo nyuma ya wakati, tuwekeeni vikwazo maana hiki kinachoendelea tanzania bila kuweka vikwazo breki tuta, hatutapata breki, yani tutapata tabu sana. Mgeni akasema kwamba ni habari njema. Kiufupi, nchi yetu wenyewe tunaishi kama wakimbizi, watu wanatekwa, wanauawa hovyo, wanafunga makanisa wanapojisikia, wanafungua. Mpaka sasa polepole, hatujui kama kashauawa au yupo hai, ila naamini katika Mungu atatondolea huyu ambaye kwa sasa Yes, yes, yes, ba siku moja hawai wala hachelewi, kwa wakati wake tutamtukuza. Mwingine anasema kwamba itoshe kusema, sio lazima kuwa no na ushirikiano na ninyi, hivyo fungasheni vilago vyenu mrudi makwenu, kwanza misaada yenyewe mnatupa na masimango sana. Mwingine akasema asanteni sana ubalozi wa Marekani Tanzania kwa kusikiliza kilio chetu, huyu anaitwa Makundi Tizia akasema, sasa kumekucha. Mwingine akasema kwamba ongezeni kuni kwenye huu moto afu mrudi nyuma. Mwingine akasema kwamba mnajali haki za binadamu, mbona mnampa silaha Netanyahu anaua wanawake na watoto zidi ya laki moja. Mwingine, tumalizie na huyu wa mwisho, akasema kwamba there is no government in Tanzania, the election wasn't held mimi ni Mtanzania, nitaitetea nchi yangu na ukoloni mambo leo. Lakini pia mwingine akasema kwamba huyu balozi ni wa kufukuza, arudi kwao eh, kazi kuzurula tu, the US ambassador is very incompetent. Ni baadhi ya watu ambao wametoa maoni yao hapa kwenye taarifa hii ya ubalozi wa Marekani Tanzania, na moja kwa moja tuangalie hapa tamko la Marekani kuelekea Desemba 9 ambapo Marekani wametoa rai kwa raia wa Marekani ambao wapo Tanzania pamoja na, na wengine na katika taarifa hii ambayo pia ilichapishwa kupitia barozi e, za Marekani nchini Tanzania kupitia peji mbalimbali taarifa hii ilikuwa inasomeka kama tahadhari ya usalama kwa raia wa Marekani. Kuna wito unaoendelea wa kufanya maandamano ya kupinga serikali nchi nzima mnamo Disemba tisa, lakini shughuli za maandamano zinaweza kuanza mapema kama Disemba tano. Machafuko ya hivi karibuni yaliyotokea wakati uchaguzi wa Oktoba 29 nchini Tanzania yalisababisha uharibifu wa miundombinu ya umma, vurugu dhidi ya raia, kukatwa kwa intaneti na usumbufu mkubwa wa usafiri. Wasafiri wanaokuja Tanzania katika wiki chache zijazo wanapaswa kuwa tayari kwa uwezekano wa usumbufu, ikiwemo uwezekano machafuko, amri ya kuto kutoka nje nchi nzima katyu kukatwa kwa intaneti lakini pia kufutwa kwa safari za feri kwenda Zanzibar kufutwa kwa safari za ndege za kimataifa na vizuizi vya barabarani vilivyowekwa ili kutekeleza udhibiti mkali wa harakati. Kufuatia machafuko ya hivi karibuni, raia wa kigeni wamepata ongezeko la uangalizi kutoka kwa mamlaka za usalama za hapa nchini na vikosi vya usalama vimefanya upekuzi wa vifaa vya kielektroniki kutafuta ushahidi wa uhusiano na machafuko au mauzui yenye hisia za kisiasa. Polisi wameukumbusha umma kwamba chini ya sheria za Tanzania kushiriki picha au video zinazoweza kusababisha taharuki ni kosa la jinai. Kuna ripoti za mamlaka za usalama zikifanya upekuzi wa vifaa vya kielektroniki kutafuta mauzui yenye hisia za kisiasa. Uwezo wa ubalozi kusaidia wasafiri walio katika hatari unapungua wakati wa machafuko. Hatua za kuchukua katika tukio la machafuko ya kiraia: epuka maandamano, epuka umati wa watu, weka akiba ya maji, chakula, dawa, mafuta na fedha taslim, ikiwa itahitajika kujificha ndani, bwata amri yoyote ya kuto kutoka nje itakayotangazwa jihadharini na sheria za nchi. Thibitisha ndege yako kwa kupiga simu kabla ya kwenda uwanja wa ndege. Kagua mpango wako binafsi wa usalama. Lakini pia mwishoni, wakamalizia kwa kuweka mawasiliano kwa msaada zaidi, wapigie e, namba fulani, lakini pia ubalozi wa Marekani, Dar es Salaam, Tanzania, e, 686 Oldi Bagamoyo Rodi, Msasani. Eh, sanduku la posta 9123 na namba za mawasiliano pia eh, zikawa zipo hapa kwa yule ambaye angependa kupata ufafanuzi zaidi na maelekezo zaidi kutoka kwa ubalozi wa Marekani Tanzania. Hii ni taarifa kubwa mno ambapo Marekani imesema kwamba vitendo ambavyo vimetokea Tanzania vimewaweka raia wa Marekani eh, watalii na maslahi ya Marekani nchini Tanzania hatarini na kutishia kuzoofisha ustawi na usalama wa pamoja ambao umekuwa alama ya ushirikiano wa Tanzania pamoja na Marekani kwa miongo kadhaa. Lakini pia Marekani imesema haitaweza kufumbia macho vitendo vinavyohatarisha usalama wa raia wa Marekani au usalama na utulivu wa kanda. Mustakabali wa uhusiano kati ya Tanzania na Marekani rasmi e, utategemea e, na matendo ya serikali ya Tanzania. Hii ni taarifa kubwa mno kama nilivyokuambia. Nitazidi kukuhabarisha nini kitaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii lakini pia kama serikali ya Tanzania e, watajibu e, basi tutajua nini ambacho kinaendelea, lakini nikukumbushe tu kwamba e, Tanzania na Urusi e, walitangaza kukuza ushirikiano wa biashara pamoja na uwekezaji na Urusi kuwekeza kwenye gesi e, uzalishaji simu janja pamoja na teknolojia. Hizi zilikuwa ni taarifa za katikati hapa ya mwezi Julai tarehe kumi ya mwaka 2025. Kwa hiyo katika ujumbe wa Marekani wanasema kuwa vitendo vya hivi karibuni vya serikali ya Rais Samia vimeweka hatarini maslahi yake, na elewa neno maslahi ya Marekani Tanzania. Sasa maslahi ya Marekani Tanzania ni yapi? Wengi tunafikiri kuwa ni yale ambayo imetokea Oktoba 29, eh, kwamba ndiyo maslahi ya Marekani nchini Tanzania, lakini au tuseme kwamba eh, Marekani inatupenda sana raia wa Tanzania mno, na maslahi yao ni pamoja na uchaguzi huru na wa haki. Lakini pia alafu kabla ya hii taarifa jamaa walitoa taarifa kuwa kuanzia Disemba tano huenda hali siwe nzuri, na wakaonya raia wao eh, eh, kama nilivyokuambia hapo ye maslahi ya Marekani ambayo wanayezungumzia hapa ni yapi hayo maslahi ya Marekani? Kumbuka Urusi imezidi eh, eh, kujiweka karibu mno na serikali ya Tanzania. Je, Urusi inaingilia maslahi ya Marekani nchini Tanzania? Eh, kama nilivyokuambia Zungu amesema kwamba vita vya nosi na isti vimeingia Tanzania eh, kutokana na hiki ambacho eh, Marekani wamekiadresi tu. Tuendelee kusubiria kuona nini ambacho